Ni siku ya maandalizi, ni kikao cha utangulizi kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkubwa unaohusu masuala ya interneti bara la Afrika. Kwa hiyo, sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeweza ku host mkutano huu na siku ya leo zaidi uh, nimeweza kufanya mkutano wa awali kwa sababu kesho siku ya ufunguzi tutakuwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr Doto Biteko akiwa na waziri wetu Jerry Silaa katika kuhakikisha masuala mazima ya intaneti barani Afrika yanakwenda kujadiliwa kwa mapana yake kwa mustakabali mzima wa taifa letu la Tanzania kuweza kushiriki na nchi nyingine za Afrika na kujiona tuko kwenye nafasi ipi kuona kwamba jamii yetu inaendelea kupata uelewa wa masuala mazima ya intaneti. Uh, kwa hiyo tumeweza kuongea pamoja na wabunge zaidi ya 40 ambao wametoka nchi mbalimbali za Afrika na wabunge wamekuwa na majadiliano mazuri sana. Tumeweza kupeana uh, sintofahamu ambazo zinajitokeza katika matumizi ya data kwa maana ya internet, faida na hasara zake kwa sisi wanasiasa, lakini vile vile kwa kila nchi imeweza ku kushiriki namna ambavyo imeweza ku, kujiengage kwenye maswala mazima ya matumizi sahihi ya data, lakini vile vile, sintofahamu zinazojitokeza kwenye matumizi ya data. Lakini tumeweza kuona mkutano wa pili ambao nimeweza kufanya nao ni vijana. Kwa hiyo vijana tumewashirikisha moja kwa moja, kama mnavyofahamu ndani ya wizara yetu tunaendeleza vijana sana, tunaibua vipaji, tunaruhusu hata watoto wa shule za msingi, watoto wa sekondari. Tumeweza kujionea mashindano mbalimbali yaliyokuwa yakifanywa na wenzetu wa TCRA ICT ni girls, hata watoto wa kike pia wadogo wa shule za msingi na sekondari tunaweza kuwashirikisha, lakini tulienda mbali zaidi, tunajenga vituo vya kukuza bunifu ambavyo vinaendelezwa na Tume ya TEHAMA nchini na kwa sasa hivi tayari tuna vituo nane vinavyojengwa kwenye mikoa mbalimbali. Kwa hiyo, tunavyoshirikisha vijana kama hawa kwenye mkutano huu ni kwa sababu tunaamini vijana ndio watumiaji wakubwa wa data, internet. Wao ndio wanaoshinda zaidi mitandaoni. Kwa hiyo, msipowashirikisha wao watakuwa wanawaza mambo yao na nyinyi huku viongozi mnawaza mambo yenu Mwisho wa siku mnakuja kugongana. Mwisho wa siku, vijana badala ya kutumia vizuri, matumizi sahihi ya intaneti kwa ajili labda ya kujifunza, ya kujielimisha, ya kuburudika lakini vilevile vile kujiongezea maarifa sehemu mbalimbali mbali, na namna gani ya kushirikiana na nchi mbalimbali, wakaenda sasa kushinda kwenye mitandao, wakatumika vibaya na kuleta taswira ambayo sio sahihi, na wakati mwingine hata kufanya kuleta misi um, communications ambazo hazifai kwenye jamii, na vijana ndio ambao tunawalea sasa, wafahamu mila desturi tamaduni zetu. Kwa hiyo hata wakienda huko kwenye mitandao, kwa sababu it is borderless. Haina mipaka, mitandao haina mipaka. Kijana akishaingia kwenye intaneti hakuna mpaka. Kwa hiyo ni sisi kutoa elimu kwa vijana wetu, kuhakikisha wanatumia vizuri hii mitandao, wasifanye vitu ambavyo havifai na wasitumike vibaya, na vile vile kuongezea uzalendo, waweze kuilinda nchi kuiongea vizuri nchi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu kupitia mitandao uh, uchumi pia unakuwa kwa kasi.